Kwingineko ni kwamba serikali imekanusha madai kwamba ukumbi wa Bomas umeuzwa. Kwenye taarifa, serikali imeyataja madai hayo kuwa ya uongo na ya kupotosha. Aidha, taarifa hiyo ilibainisha kwamba kinyume na uvumi huo, ukumbi huo unaboreshwa kuwa kituo cha hadhi ya juu cha mikutano ya kimataifa na utamaduni. Kwenye taarifa iliyotiwa saini na mkuu wa miradi maalum ya afisi ya rais na maswala ya ubunifu Dennis Itumbi, ukumbi wa Bomas unakarabatiwa ili kuiweka Kenya kuwa kitovu cha mikutano ya hadhi ya juu, burudani na maonyesho ya kitamaduni ya Afrika. Taarifa hiyo pia inasema kwamba hakujakuwa na majadiliano yoyote, pendekezo au nia ya kuuza ukumbi wa Bomas kwa asasi yoyote ya kimataifa. Badala yake serikali inawekeza katika upanuzi wa kituo hicho ili kujumuisha ukumbi wa kisasa wa watu elfu kumi na moja, eneo maalum la kibiashara la ujumbe wa rais linalotoa malazi na huduma muhimu kwa wajumbe wa ngazi za juu. Akiyataja madai hayo kuwa jaribio la kupotosha umma na kuhujumu ustawi wa taifa hili, Itumbi alisema pendekezo la kuboresha ukumbi huo liliidhinishwa na baraza la mawaziri mnamo Agosti 8 mwaka 2023.